Ninaenda na withdraw pesa zangu za kazi kule, saizi ninakatwa pesa. Pesa za jobu pale unipatie niende nipunguze hiyo deni, unaniambia kuna pesa, kumbe daktari mmepanga naye kuja kuniangamiza mimi. Kwa hivyo mimi nachukua pesa zangu namaliza alafu nafikiria kwa, na, na, na, kusaidia kwa ugonjwa, kumbe ni mambo mengine mmepanga na daktari. No, alafu no. Hakuna kitu watu wananiletea. Kama ni biashara zenu mmefungua biashara za kilabu, ni kuitisha pesa pale, unaniambia kazi kwa chini. Kazi kwa chini kumbe ni daktari mnakula naye pesa. Mimi ndio unanifanyia vitu kama hizo. Wewe unajua nani unafanyia wewe? Mimi na waste time kufanya kazi yangu, kumbe unachukua pesa mnaenda mnacheza na daktari hapa mnakuja kunifanyia vitu zingine za kijinga hapa. Bali naenda mimi hata bila nataka pesa yangu. Hiyo pesa ulinipea na hakuna pesa mimi nakurudishia. Yeah. Na mimi na pesa hakuna pesa tunadaiana na wewe. Hata hata mimi nashangaa, hakuna pesa tunadaiana nani, Mama Gaetano. Na wewe kama tumejuana kwa muda wa miaka kama tatu kwa sasa, na kwa hiyo muda imekuwa na mambo mingi, vile tulijuana vile imeenda ikakua mpaka kwa saa hii lakini sasa kuna vile inaenda maneno inakuwa inakuwa ya biashara. Kwanza ilianzia kama patient, si kweli? <coughs> sababu we ulikuja kwa hospitali kama patient ukule ama, ama si kweli? Lakini ukakuja kwa pale sasa, ikakuwa ni kama kuna maneno mengine kama vile uliniambia uko na biashara nakumbuka ukaniambia uko na klabu sijui moja iko wapi na ingine iko wapi Nairobi. ukaniambia ta kufunga klabu ingine, si kweli? Tukazidi kujuana, lakini nakumbuka nilikuuliza kama umeolewa mwanza, ukanidanganya. nilikuambia nimekudanganya ama nilikuambia, mpaka hata ukinitext, si nilikuambia niko na mzee kwa nyumba kwa mambo ya kwanza kabisa. Kwa kwanza, ngoja, umekumbuka ukinitext nikakwambia mzee wako kwa nini hata usinipigie? Ah uh ah. -uh. Kumbuka pale ulikuja hospitalini. Pale nilikuja kwa hospitalini. Sawa? Tuko tumejuana na yeye. Eh. Alikuwa mama yako ama alikuwa ndiye yako? Alikuwa mamangu. Asiambia ni ndiye yake. Uliyesema, ngo mamako ni anti yako? Hapana, mimi nilimwambia mamangu ndo alikuwa mgonjwa. mm -hmm. Na yeye ndo akamtibu. Daktari alikuambia nini? Ani, aliniambia, mm -hmm. analeta anti yake hospitali. mm -hmm. Eh. Nawe ni anti yako ama alikuwa mamako mwenye alikuwa mgonjwa? Sasa, sasa anti yake ndio. mm. Alikuja anaambia ni yeye, yeah, ni mama yake. mm -hmm. Mimi nikashangaa kwani yule aunti yangu ni kama mama yangu, lakini mi umita mama mm -hmm. Kwa sababu yeye ndo amenilea siso? yes, you know, si ati nadanganya, wewe ndo unielewi. Aunti yako ni mama yako pia. Na pale nikikuja, nilikwambia mama yangu, sikukwambia aunti yangu mm -hmm. <laughs> Lakini lakini nikakwambia mama yangu alikuwa mgonjwa, kwanza alikuwa ameadmitia hospitali uh -huh. D um, huyu uh, daktari ndo tulijuana na daktari. mm -hmm. mm -hmm. Da, halipo? mm -hmm. Na nilikuja, ni, daktari yeye ndo alikuwa anaangalia huyo mamangu mpaka uh, yemamangu alipona hapo. Kwa vitu zingine siku anajua venye, mm -hmm. hospitali zinakuwa, mm -hmm. na yeye ndo alikuwa, mm -hmm. daktari wa mamangu. mm -hmm. Nikaenda kwa daktari nikamuuliza, nikimuuliza maswali, mm -hmm. iko hivi kama mamangu amepona, kuna endeleaje? mm -hmm. Pesa pesa ngapi inatakikana? mm. Yeye ndo amekuwa hapo throughout mm. Mm. na hapo ndo tulikuja tukajiona na daktari. Ambia, are you in a relationship with him ama ni mambo tu za ku, hebu tuambie ukweli Shaniz, tuambie tu ukweli. Will you put everything you clear? <coughs> mapenzi yenu ilianza lini? kama hiko, that is kama kuna mapenzi. Mimi kwanza mara ya kwanza sikujua kama kuna mapenzi mm. after kupea daktari namba, kuna time moja tuli tulikaa bila kuongea mm. Daktari akakuja akaanza kuni text. Sasa mama ameshatoka hospitali. Mama alikuwa ashatoka hospitali. Tumekaa tumekaa, mimi na wewe, nani alianza kutext mwingine? Wewe ndio ulianza kuni text. Lini? Ulianza kuni text. Na afuta kuni text, nikakwambia huko ndo kaanza kuniuliza. Mimi mwenyewe nilikuuliza moja, ilikuwa kama mama alipoona vizuri, si ni kweli? Mm, nikakujibu wewe amepona. Sasa kidogo hapo afuta kidogo kuniambia, uh, nikamwambia amepona kidogo kidogo, kukaa daktari akaanza kunitumia messages. Unaona? Mm. Aya, akinielezea ati yo umekuwa a true friend. Mm. Kuna siku nilikuwa mgonjwa. Mm, sikuwa na pesa. Mm. Nikaenda nikaambia daktari niti mm, nitibu, mm, nitakupatia pesa baadaye. Mm. Nikamti akanitibu. Nikamwambia mm, nika nitakupatia pesa baadaye. Baadaye tukaongea. Unaona? Mm. Tukakaa mm, tuka, ni kama ni ile alikuwa na ni text. Mm. Okay, mimi sikujua alikuwa na ni text tupendane mm, but mimi nilijua alikuwa na mimi, nilikuwa najua mm. Ananidai. Mm -hmm. Kumaliza ile siku, mimi ulikuja bila pesa, ilikuwa ni njia ya kunientice wewe. Ulikuwa mgonjwa, ulianza kunitext. Kama ni wewe ungefanya namna gani? mm -hmm. Kila mtu akona njia zake doctor za ku tackle mambo zake. Ingekuwa ni mimi ningejua venye ningefanya. Mimi nikaamua mi, mi mm -hmm. hata mimi nimtibu mm -hmm. na nichukue pesa yangu nilipe. Kumtibu gani, sio? Ulikuwa mgonjwa? mm -hmm. eh. Unaongea mambo ya magonjwa ama kuna mambo zingine ziko involved katika conversation? Because I want I really want want really to understand you. Sababu yeye ndestania mgonjwa ukaenda huyo akakutibu eh, free wakakutibu of charge eh. Mapenzi iliingilia wapi? Nani alipenda mwingine? Is there love love that was involved? Did you ever fall in love with uh, Shaz? Mimi hata mimi hata mi niko na wife. mm. eh nilikuwa mm. najua ana bibi na yeye pia alikuwa najua nina bwana Sega. Si nilikwambia? niliona mm. mede mm. mm. mm. wakati eh pale kwa doki, wakati wakati mm. mm. na condition yake, ulianza kumtibu lini? hata mimi hiyo siku nilimuuliza, mbona wakati mwingine ulikuja na card, mbona sahi ukujali na card? kwa sababu card ya bwana yake, daktari ananiambia mimi nimekujua ni ile design unaweza kana mtu ukijua mtu labda unamtrust. Unaona? Daktari alinitrust. Akaona huyu hata akiwa mgonjwa anaweza nilipa hata kama ni baadaye. Tumeelewana? Anaweza nilipa hata kama ni baadaye. So mara mingi siku anaenda pale na kadi mimi nikiwa mgonjwa ama mtoto akiwa mgonjwa, niko naenda kwake. Daktari, kuna dawa fulani fulani nataka. Daktari, mimi sisikii vizuri. Daktari, mtoto wangu asikii vizuri. Umesikia hivyo, ndo ilikuwa sasa mimi kuna time nilikuja baka alikuwa ananipigia, anashinda kinipigia simu, nikamwambia daktari, mzee wangu ako kwa nyu, kwa nyumba usinipigie. mm. Mm -hmm. Eh. Wewe unadai uh, Shaz, pesa unamdai pesa ngapi? Okay, kuna 2.1 milioni. Wewe Shaz, unadai daktari pesa? Mimi hakuna yeah. Uh, pesa tunadaiana. Yeah. Uh, Yeah. Yeah. Uh, mm -hmm. Menyelewa? Mm. Na hiyo daktari pesa anasema 2.1 sijui 2. Umesema ni ngapi? 2.1 milioni. 2.1 milioni. Hiyo mm. mm. si yeah. pesa anasema. Mimi sijui anasemea. Tunadaiana nani? Hakuna madeni. Sielewa, alinipatia pesa, lakini hakunipatia pesa, akaniambia tini ya deni. Alikupea pesa ngapi? Hiyo pesa ndo alinipatia. Lakini hakuna mali tuko tumeandikiana ni ya deni. Kwani wewe kwa mtu? Hatuko tumeandikiana na wewe. Kwani wewe unapenda mtu anaweza kupatia tu bure, shika pesa? Hapana. Tulikana na wewe vizuri, tukiongea. Ukanielezea nini? Nikakwambia mimi nina biashara. Na natamani nifungue klabu nyingine. Ukaniambiaje, naweza kukusaidia pesa ufanye nini? Uendele ufungue biashara yako. Nikakwambia biashara ni sawa, ukinipatia nitafungua biashara. Nitafungua biashara. Hakuna mali tuliandikiana na wewe. Kwanza mimi unanidai. Bwana wako acha ni. Una habari kama hiyo? Bwana wako anakuambia. Una habari? Kwa sababu hata mimi kwangu kuna waka moto sahi. Huyo bwana wangu atusikizani, na yeye. Mimi bwana wangu pia atusikizani, na yeye. Kwanza, nikwambie basi ukweli. Bwanako amenisamon ameniambia, niko na kesi ya kujibu, sababu ni kama mimi na wewe tuko na affair. We, ukinipatia e, pesa uliniambia hiyo hiyo siku, ukinipatia pesa uliniambia tu tunadaiana. Au kuniambia tunadaiana. Uliniambia nikupatie pesa, uwekeze kwa biashara. Au kuniambia tunadaiana. Uliniambia hii pesa shika Shika, mm, e, 600,000, okay, anasema, na 600,000, <coughs> Ulikuwa unatamani kufungua biashara, shika shikilia hii pesa eh. laki sita ni ya nani? Ulinipea pesa yote 600,000 ile ilienda wapi? Nilikupatia 30 tumeelewana, wakati ulikuwa mlikuwa ni mgonjwa pale, kumbuka vizuri. Kuna pesa ilikuwa dhati yote cumulative ya matibabu, lakini kuna pesa nyingine tulitoa kwa NHIF ya kadi ya bwana yako kule, mm muongo. Wachana na hiyo. Wachana na hiyo kuna ile pesa nilikupatia, na hiyo pesa ilikuwa ya kwa bwana wangu umenielewa? Basi umesema na bwana wangu anasema eh, laki sita. 600, 600. Pale kuna utofauti wa laki tano laki sita nienda wapi mimi? Wacha nikuambie mimi, sijui hiyo yeah. Yeah. Mimi sijui hizo, labda bwana wangu anakuitisha, labda anaitisha hivyo kwa sababu amekasirika Umenielewa? Wewe hakuna pesa uko nayo. Labda amekasirika alikupea. Iko, alinipatia vitu mbili, ya kutibiwa na ya kuweka biashara. Daktari, are you in a relationship with Chad? Ama Shaz, are you in a relationship? Ile kitu najua ya huyu mama. Mimi najua daktari ananitaka kwa sababu kuna mameseji pia amekuwa akiniandikia, na mimi namjibu. Ile hata kuna time. Ile kitu najua ya huyo ni yeye alikuwa anaanza kunini kwa kimapenzi, kitu kama hizo, ananitaka kitu kama hizo, sababu anasema mimi niko na pesa naweza kaa na mwanamke hata naweza kuwa na mabibi watatu watatu ama wanne, lakini mimi nilikuwa na bibi moja. Mimi nakuambia hata wewe, hiyo siku ndo ukuje tukosane na ndo ifike mpaka anipatie 2.1 milioni na mali ilianza iliona maala labda uliona matukio yenye nyuma. Hebu toa ile meseji, ilikuwa ya mwaka ya kwanza kwa saa hii kwa simu yako, ulinitumia ya kwanza kabisa, nikimuuliza kama mama yake alipona. Uliona kwa simu yake. Wachana na hizo za maanluna, mbona hizo? Okay. Simu yangu ni personal kwa kadi na ndio nikakuongeza ile nyingine ya juu. Mm -hmm. Hiyo ndo anasema ya matibabu. Pia kuna pesa nyingine nilikupatia, nimekumbuka nime no, kuna, ada... nime kuna, mm -hmm. Nimekumbuka kuna siku mm -hmm. aliniambia hiyo ni nyakati tatu kisha zoeana mm -hmm. e, mimi namuomba pesa ananiomba pesa mm -hmm. unanielewa? Mm -hmm. Kuna time aliniomba pesa akaniambia nataka kuongeza na kuna chemist na kuna hospitali akaniambia, kuna kuna pesa nataka. mm. ya kufanya nini? mm. ya kuongeza mm -hmm. kwa stock. Nikampatia. Mm -hmm. Ngapi? kuna pesa ulitumwa na Shazwe? hakuna na kama iko alete ligo... kuna pesa nilimpatia ngapi? Ni kuna pesa nilimpatia leo, mm. mm. siku alikuja kaniomba hiyo ni saa tushazoeana, tushazoeana, ana shida, anasema bwana yake alichukua loan ya laki sita. Si ni kweli. mm. na hiyo laki sita la mie alipewa ya ya ngapi? Mpaka kuna siku alinitext akaniambia, unaweza itisha bwana wako pesa ingine ukuje uniongeze Ukuje uniongeze. We, sasa hapo bwana ndo alikuja kuona nini? Na huku tumempea pesa, umetumia pesa, mimi namuombea akupatie pesa kutoka kwa bwana. Alinitumia message kama hiyo bwana yake asijue. Mimi sikuzema hivyo. Kulikuwa na message na hata wewe mwenyewe uliona. Niliziona, niliziona hizo message. Ile kitu iko sana, we can't continue with this kind of thing. Unaona, haina shida lakini sikuna pesa yangu milioni 2.1. Wacha niende nimwambie, kwa hiyo pesa unayo hiyo yangu sasa akurudishie kidogo. Eh. Akurudishie kidogo. Kwa nini akurudishie hiyo ulinipatia? Au unaniambia nitaenda kudai hiyo ya bwana yako? kunambia lakini wasimu aliniambia hata anaweza kuchukua pesa ya mm -hmm. e. so bwana mm -hmm. mm -hmm. yake kwa simu si kwa message, tukiongea kwa simu sasa. Alikuwa ashaniambia anachukua kwa bwana yake anipe, basi ni sawa

Sasa unajua kesi hapa ikiendelea, we daktari, utajipata kwa shida. Okay, lakini unajua heri ukweli njulikane. Cause, naambia hapa chenye anataka hapa mahali imefika, tuambie ofisa afanye chenye anataka kama ni kesi mnafunguliwa, because hakuna mtu mwenye anaongea ukweli ni wote, niko very sure. Hata nifungulie simu yako, tafadhali nifungulie simu. Ile siku baka tukutane kuja kuja kwa klabu yangu eh

Kwani gani ni mambo gani hizo zenye mnajaribu kunini? Ni mambo gani ambazo mnaficha hapa? Ndio hiyo na mimi usikuja si kusema na maneno ati kunieka m... maneno unasema unanidai mali naenda mimi hata bila nataka pesa yangu. Hiyo ulinipea na hakuna uli pesa mimi nakurudishia, hakuna pesa nakurudishia eh.

Si so, umekuja unanyaribia ndoa yangu umefurahi. Kumbe mwanamke ni mwanamke. Umefurahi kuharibia mwenzako ndoa? Na nimeharibia nani? Mimi hakuna pesa tunadaiana na wewe. Hakuna hakuna pesa pesa tunadaiana na tunadaiana na wewe. Hata hata mimi nashangaa, hiyo milioni milioni unasema hakuna pesa tunadaiana na wewe tunadaiana hata hata na wewe. Kwa hivyo acha kwambia bwana wangu ati umempatia, unaniambia hapa tumepatia, unanyambia bwana bwanangu, unadai bwana bwanangu, hakuna kitu tunadaiana na wewe.